Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News. Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe Novemba 7 mwaka wa 2025. Haya ni matangazo yetu ya jioni, katika yale tumekuandalia mtazamaji pia msikilizaji. Hapa tunakwenda kukupa taarifa binafsi kutoka kwa Bi Therese Kayikwamba Wagner ambaye huyo ni mwanadiplomasia au waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye kwenye ukurasa wake wa X au Twitter ya zamani ametoa kitangazo kuhusu baadhi ya watu wanaomwandama na kuchafua jina lake. Huyu amekata hatua na kuandika mambo kuhusiana na wale wanaomwandama. Hivi na kualika mtazamaji pia msikilizaji uandamane nasi hadi pale tutakapohitimisha matangazo yetu ya muda huu, lakini ombi langu ni kwako wewe ambaye bado hauja subscribe yaani, kujabone, huu ni muda wako, tafadhali usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha komenti yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartaje, kuwasambazia wengine. Utakuwa umetoa mchango kwa channel letu hii kuna Nini News na itatupa sisi nguvu ili tuje kesho kwa kishindo zaidi hivi. Kwa mara nyingine tena, acha nikushukuru wewe ambaye tayari tunaandamana na wewe. Bila ya kupoteza muda, ndugu mtazamaji, pia msikilizaji, katika yale tumekuandalia leo, tunakwenda kukupa taarifa binafsi kutoka kwa Bi Therese Kayikwamba Wagner ambaye huyo ni mwanadiplomasia au waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Bibi huyo kwenye ukurasa wake wa X ambayo ndio Twitter ya zamani, ametoa kitangazo kuhusu baadhi ya watu wanaomwandama na kuchafua jina lake. Huyu amekata hatua na kuandika yafuatayo kama ninavyomnukuu. Katika siku za hivi karibuni kuna machapisho na video kadhaa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Video hizo na machapisho hayo yamesambaza taarifa za uongo na kashfa dhidi yangu zikishambulia uhutu wangu na wa familia yangu. Mashambulizi haya yalijaribu kuharibu kile ambacho kingebaki kuwa wakati wa faragha na furaha kwa familia yangu. Pia yalitaka kunidharaulisha na kuzohofisha sauti yangu katika utekelezaji wa majukumu yangu. Kwa kuzingatia urekebishaji huu wa uongo, ninakubali kikamilifu jukumu langu la kumlinda mtoto wangu, kulinda familia yangu, na kuendelea kwa utulivu na umakini kutekeleza majukumu yangu kwa leo. Ili kwa lengo hili, nimeiegiza kampuni ya Altius yenye makao yake Brussels, nchini Ubelgiji, kuanzisha kesi za kisheria za kashfa, uvamizi wa faragha na usambazaji wa taarifa za uongo katika nchi ambazo watu binafsi na vyombo hivi hufanya kazi, haswa uko Ubelgiji, Sweden na Marekani, ili wale wanaohusika na uongo huu waweze kuadhibika mbele ya vyombo vya sheria. Bi Therese anaendelea kusema, kesi hizi ziliwalenga awali bwana Pero Luara, ambaye huyu ni mwandishi habari anayefanya kazi kutoka Ubelgiji na ambaye ni mkuu wa channel ya TV ya CPL. Wa pili ni bwana Emmanuel Banzunzi, ambaye huyu ni mkuu wa Bishop National na ambaye ni mfanyakazi kutoka Sweden pamoja na tovuti ya Congo Intelligence.com. Hatua pia zitachukuliwa na majukwaa haya yanayohusika ambayo hutumika kama njia za kusambaza na kuchuma mapato ya mahuzui haya ya, ya uongo. Wakati wa kuchapishwa kwa taarifa hii ushahidi utakuwa umechukuliwa na walinzi walioteuliwa kabla haujaharibiwa zaidi ya mimi mwenyewe. Hatua hii ni sehemu ya mapambano ya wanawake wote dhidi ya uvurugu, iwe ya kimwili au ya maneno ya kudhalilisha na matamshi ya matusi na ya kijinsia yanayoendelea katika jamii zetu. Hakuna mwanamke wa umma au wa kibinafsi anayepaswa kugeuza mwili wake au maisha yake ya kibinafsi kuwa uwanja wa vita. Hakuna mwanamke ambaye anaweza kuvumilia hayo. Katika hali hii ambayo nchi yetu inakabiliwa na vita na mateso ya mamilioni ya wanaume na wanawake wa Kongo, nakataa kabisa kupotoshwa kutoka kwa kile kitaaluma kinachonihusu zaidi ni za ni ulinzi wa uhuru wetu, ulinzi wa watu wetu na kutafuta amani. Kwa hiyo sasa ninaiachia timu yangu ya kisheria kukamilisha kazi ambayo tayari imeanza ili haki ichukue mkondo wake, huku nikiendelea kujitolea kikamilifu kwa majukumu yangu ya kihuduma. Mwisho wa kunukuu. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, hii imefanyika mjini Kinshasa Novemba 7 mwaka wa 2025. Aliyeandika ukurasa huu si mwingine bali ni waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, Bi Therese Kayikwamba Wagner, ambaye ameonyesha wazi kwamba amefungua kesi dhidi ya watu ambao wanamdhalilisha na majina muliyofuata. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kabla uondoke, tafadhali usisahau kusubscribe, usisahau ku like, kuwacha komenti yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa, na utatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Acha nikushukuru wewe kwa muda wako, kwa kuwa umekubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Asante, kwa mara nyingine tena <totipos>